Watoto wazuri, leo tunajifunza kusoma na kuandika. Sema kusoma na kuandika. Sema kusoma na kuandika. Tuna picha yetu ipo ubaoni. Mmeiona ile picha? Mmeiona ile picha? Safi, wow, sana watoto wazuri. Nani anaweza kaniambia kile ni kitu gani? Anyoshe mkono, siongee, nyosha mkono Mkono wako Wow, watoto wengi sana. Mmenyosha mikono Wow, wow imependeza. ime, ime? Kwamba wote mnafanya nini? Wote mnajua mnajua. Mikono jamani vizuri. Okay. Kinaitwaje? Kinu. Tena. Kinu. Nani anaweza kuniandikia neno kinu pale mbele? Mimi. Nani huyo? Ende kaandike tuone. Haya, Amerika tuandikie kinu, wajifunze kuliwawazi, wajifunze kusoma yote na hesabu, si nambari, tujifunze kila siku kwa ulimwengu ulio wazi kila siku kwa ulimwengu yo wazi. Jamani, amepata. Mpigieni makofi. Upa shireni. Upa shireni. Asha. Matatu. Safi kabisa, oh. Asemeni kinu, Kinu! kinu. Kinu! kinu. Jamani, mtoto mzuri ameandika kinu, pigeni makofi. Okay, basi usikose kusubscribe hii channel kuweza kupata vipindi vingine zaidi na zaidi kutoka hapa Jifunze Leo shule na malezi. Asante. Amjambo. Sasa tuenda kujifunza kitu kingine si ndio eh? Eh? Unajua hicho kitu kimechora ubaoni, na ni nini tena? Nani anaweza katuandikia? Jamani, nyosha mkono. Safi wanafunzi wote, naona mnapenda kuandika si ndio? Haya. Jo. Tujifunze kila siku kwa ulimwengu yowazi. Wow, jamani, ameweza kuandika neno nini?